Mavazi ya kujilinda ikiwemo helmeti na jaketi ya kujikisi yaani reflector ni baadhi ya vifaa wanavyopaswa kuvalia waendesha bodaboda pamoja na wateja wao kila mara wanaposafiri. <laughs> Licha ya kuwa ni hatia kuendesha bodaboda bila vifaa hivyo utawapata wahudumu na wateja wao wakivipuuzilia mbali, kila mmoja akitoa sababu tofauti, pasi kuja na kujali kuwa anavunja sheria. Mutu awezi tengeneza nywele ya elfu tatu alafu tena saizi namwambia achukue helmet ambayo afae na, na, na, na. Saa zingine zizi kubeba mpaka walevi Hasa anaposikia harufu hiyo, mtu anakataa tena, anaona kwamba nywele yake inaweza katika. Abiria mwenyewe anakataa kufaa defective jacket, sababu mwingine ameshafaa, sababu unakuta ingine inanuka ina, mpaka perfume hawakubali. Na si hayo tu, wahudumu wengi wa hapa nchini huwabeba zaidi ya abiria mmoja, jambo ambalo vilevile ni kinyume cha sheria. Hali hii ya hapa nchini ni tofauti na ile ya taifa la Rwanda, ambapo wahudumu wa bodaboda katika nchi hii ya Rwanda wameamua kuzingatia na kutilia sheria maanani, ikiwemo kuhakikisha kuwa wao pamoja na wateja wao wanavalia kofia hizi za kujikinga. Sisi hatuwezi kubeba mutu na haivare juu, hii njoo inaturinda. Ukifanya akisidaa na kichwa haiezi nani, haiezi sijue, kama tasema

wao pia huhakikisha kuwa wanazingatia sheria zingine za trafiki, mfano kutii taa za barabarani na pia kumbeba abiria mmoja pekee. Mhudumu wa bodaboda pamoja na mteja wake wanapokosa kuvaa helmeti wanaposafiri nchini Rwanda hutozwa faini ya shilingi elfu kumi pesa taslimu ya Rwanda, huku kukiuka sheria za barabarani kukisababisha mhudumu wa bodaboda kupokonywa pikipiki yake. I, wanaweza kaitwara wakaifunga, wakaifunga e, kisha wakakukata amande na wakakuangamiza na wakakuangamiza uh, mwezi moya. Kuwepo kwa mashirika ya kuwasimamia wahudumu wa bodaboda ni miongoni mwa sheria za kuwadhibiti wahudumu wa bodaboda nchini Rwanda. Ukifanya kisida, wanaweza angalia kwa hizi namba, wakaita mukubwa wenu mwenye nawasimamia tu. Tuko na waongozi sisi e, wakamuita wakamwambia e, mutu yako nafanya kisida akakuyau wakamwambia kwenye akisidiri fanyizika akakua kuangaria kisha mm-hmm akakwaranji kukubeba kwa hospitali basi, wakakutunzisha tu. Wanaamini kuwa kutilia maanani sheria zilizowekwa kumechangia katika kutokuwepo kwa visa vingi vya ajali pamoja na uhalifu nchini humo. Diana Kendi, QTV.